Alsalatu wa wasalamu ala, ala ashraf alambiyai walmursalin waala alihi wasahbihi wasalam wabad namwihwa. <coughs> Leo tutaangalia kuhusiana na desktop na taskbar. Kwenye desktop ni hichi kipengele tunachokiona kwenye PC na mafaili yote yanayopatikana hili eneo, kabla ya hu mstari wa chini. Mstari wa chini unaitwa taskbar hii kabla mstari wa chini huku pote hapa, ambapo uje fungua kitu chochote. Mafaili mengi, kuna mafaili machache, kuna faili moja tu tuliyotengeneza kwa ajili ya kusomea na This PC hii sehemu ya sula almuhmala, unatia vitu vichafu vichafu, yani vitu usivyovitaka, na hii control panel, ambapo kuna data zote za computer utazikuta huko. Kwa ukitaka kuongeza mafaili yako mengine unaweza kuongeza, na inshallah utaona namna gani ya kuyaweka na njia nyingine. Ukitia application mpya itakuwa inakuja inakaa kwa hapa, biithnillahi taala. Hii ndio desktop. Na vitu vitakavyokaa katika desktop, unaweza ukavipata hapa au ukaingia kwenye this PC. Ukishafika hapo, utakuja moja kwa moja pameandikwa hapa desktop. Utakutana navyo. Kwa hiyo faili inayoonekana hapa ni hii ya Abu Yazidi peke yake. Haya mengine ni mafaili ya asili katika kompyuta, ndio maana hujikuyaona hapa. Unaona yale ambayo tumeongeza tumeongeza baadaye. Na baada ya hapo kuna hii taskbar hapa na maelezo mengi pana hii joto kama taarifa za habari na kadhalika. Baada ya hapo, kuna hii window button ambapo kuna maelezo yote ya window. kuna hii search ukitaka ku search kitu chochote unakipata. E, kuna hii wanaita workshop sehemu ya desktop zako za na vioo viwili vitatu e, na, mimi siitumia. Alafu kuna hii file explorer ndio hii yenye haya mafolder na ndugu zake hii ndio application inayotumika kuangalia mafolda, kufungua mafolda, kutengeneza mafaili na kadhalika. Kisha kuna hii Microsoft Edge ambayo inatumika kwa ajili ya kuingilia internet, kukagua mafaili ya internet na kadhalika. Kisha kuna hii Microsoft Store. vinakuwapo vingi na hapo, unaweza ukavijaza vingi unavyotaka wewe, ukaviongeza kwa kadri unavyopendelea wewe kuviongeza. Eh, na hii ya mwisho ndio natumia kurekodia, inaitwa Microsoft acha sahau kitu gani, kwa ajili ya kutengeneza screenshot na kurekodi video. Kwa hivyo ninatumia kurekodi hii video kupitia hii application, na vyote hivi vilivyokuwepo humu asili vipo ndani ya Microsoft. Mimi sijatia application yoyote isipokuwa hili folder tulitengeneza hapa na haya mafaili tulioyaongeza. Mara nyingi ukianza kwenye kompyuta hii, this PC inakuwa haipo, wala hii control panel inakuwa haipo. Lakini tulionyeshana namna ya kuiweka hii this PC. Na kwa kukumbushana, utabonyeza right click sehemu nyingine yote ambayo sio ya faili shabonyeza themes au kuna kialama hiki, utashuka mpaka kuna kialama hichi inaitwa desktop icon desktop icon ni hizi hizi ndio zinaitwa icon za desktop kwa ukija hapa nitakibonyeza hapa imefunguka na hichi tulikiona wakati tunaelezeana e, applications za nyuma maana yake unashusha chini na kuirejesha juu na bonyeza mara moja desktop icon vitafunguka mimi nimewasha kompyuta nimewasha recycle bin na control panel naweza nikaongeza user file nikaongeza network kisha nikabonyeza OK. Nikija nikishusha hii program ya setting nitakuta hapa imeonekana pameongezeka network, pameongezeka na user file ambayo user ni Shama. Kwa nikitaka kukiondosha chochote katika hivi, narudi tena kule kule kwenye setting, au unaanza right click sehemu yoyote hapa, personalize, naenda nabadilisha thimzi alafu, nakuja desktop icon nazizima, zi szitaka mimi, huwa napendelea hivi vitatu ndivyo nitakavyoviacha, lakini wewe utaweka unachokitaka, unaweza kubakisha viwili, ukabakisha kimoja, kutokana na mapendekezo yako, inshaallah. Kwa hapa naweza nikaifunga, ila lengine sitaka kufunga, nataka kila kitu kionekane, basi na kufunga unakuja hapa chini kabisa. Haya, ndo matumizi ya kwanza ya hii, inaitwa taskbar. Hii mkanda wa chini unaitwa taskbar. Hapa mwisho kabisa nikija, unaona kuna kimstari hichi kinatokezea, baada ya tarehe kuna hii kengele, kuna hichi kimstari hapa. Nikibonyeza natokezea desktop, nikibonyeza tena yanarudi yale mafaili yaliyofunguka. Sawa sawa na kutumia vidole vitatu k kwenye, kwenye touchpad wale wenye, tablet, wenye, tab, wenye laptop kwa ukipandisha juu yanatokezea ya mafaili, ukishusha chini yanashuka. Kwa kupandisha juu kwa vidole vitatu, yale mafaili yako yanakuja kwa, ukishusha chini yanashuka na kama hivyo kwa. Ndo sasa naweza kubonyeza huku mwisho, yanakuja na kuondoka. Kwa tukiona hapa, yale mafaili yangu yameondoka, yamebakia This PC, Recycle Bin na Control Panel. Hivi vitatu napenda vitokeze hapa, kwa sababu ndo huwa navitumia tumia. Vingine huwa sipendi vitokezee, kwa sababu sina matumizi nayo kwenye taskbar. Sehemu ya kwanza utakayotumia ni hichi kibonyezeo kim cha mwisho kabisa, kimstari kimeandikwa show desktop. Ukibonyeza program zote ulizozifungua zinaondoka au zinarudi, ndo kazi ya hiki cha mwisho. Kisha kuna kikengele hiki hapa, hichi kikengele kinakuonyesha mambo yote ulioweka wazi. Mathalan uliunganisha na WhatsApp. message zote za WhatsApp zinazoingia zinakuja hapa. Uliunganisha sijui na kitu gani, kila message itakayoingia inakuja hapa Nikiunganisha na hard disk nikichomeka, mathalan nachomeka saizi ya hard disk, message itakayoingia inatakiwa ije ikae hapa kwenye hard disk, kwa kwamba umechomeka hard disk, kwa unaona hapa umechomeka hard disk. Nikichomeka kitu chochote, kitakachochomeka kitakuja hapa ije ikae, kama yani kama vile notification kwenye simu. Kwa nikikiwasha hichi kidude, maana yake sitaki kusikia message. Nikizima hapo, nimekizima meseji zote zitakazoingia zitanipa taarifa nikiwasha, meseji za muhimu tu ndo zitakuja. Na hii kalenda, kwa kalenda naishi kidogo, dakika yake ni moja. Kalenda ya kutuonyesha leo nitarenga hapi na kadhalika. Kwa nikifungua hapa yanakuja maelezo zaidi ya kalenda. Kuja hapa inakuonyesha chaji komputa angu na asilimia sabini na, iji, apa, charging, eh, na asilimia sabini na nane zimebaki. Hii ni sauti asilimia thelathini kuongeza sauti na, na, na, na, na internet ya jamia na, hapa ni lugha ya keyboard eh, lugha Kiarabu na Kiingereza. Kubadilisha tilkaia kwenye hizi lugha unabonyesha unabonyeza hapa, nakwambia press window key jumlisha na space. Yani, ile kitufe kirefu inaitwa space bar kwa ajili ya kuacha nafasi. Kwa unabonyeza window key, ni ile kitufe katika keyboard kina alama kama hii. Kwa ukibonyeza asili inafunguka kama hivi. Kwa unatakiwa ubonyeze hicho pamoja na hiyo nafasi, utaona zinakuja sehemu za kubadilisha lugha, unaweza ukachagua lugha hapo. Yani, huku umekandamiza kile cha window key, huku unabonyeza space, inajichagua na unaweza ukajaribisha hapo kwenye kompyuta yako ukaona inavyobadilika kwamba kubonyeza space na kuja lugha nyingine, kubonyeza space na kuja lugha nyingine, lakini wakati huo huo umekandamiza window key usiachie huko, umekandamiza window key usiachie, ndipo zitabadilika hizi lugha. Kwa hapo naweza kwa Kiingereza, kwa tena Kiarabu, kutokana na wewe mwenyewe unavyotaka. Kisha hii hapa ni microphone, kwa kuwa na record hapa ninatumia microphone ndio maana unaona kuna kialama cha microphone. Kisha kuna hizi applications za ziada ambazo zinakuja hapa. Mara nyingi hizi application mimi napenda zionekane ili nijue nini kinachoendelea. hii yeah, ya kwanza inaitwa Windows Security kwa ajili ya kuskani virus na nini, kwa huwa naitoa hapa, naishusha hapa chini kuzia kipini hicho na iachia, manake ikae hapa muda wote, nione kwamba ina rangi ya kijani hii ya tiki kisha na hii bluetooth pia napenda iwe wazi na iweka tu hapa ionekane. Na hii kwa kuwa nilichomeka kitu hapa, nimechomeka eh, microphone, ndio maana bado kipo. Kichomeka microphone ukichomeka hard disk eh, kinakuwa kinatokezea. Mimi microphone zangu za USB, ndio maana kimetokezea, nimechomeka kitu kupitia USB. Kwa hivyo na vipenda vyote vionekane. Kwa hiyo hakipo maana yake unakuja tu unabonyeza hapa Utakikuta ndo hichi hapa ambacho haki cha ziada, mi napenda kionekane. Kuona kiachapo hapo chini vitu vyote vingi, na kikuta hapa kwenye window king, kibonyeza Microsoft Store, right click. Kitakuja kitakaa hapa chini kesi, kitaki na right click tu hapa, unpin. Hii pin imefungwa, nikiondosha kinaondoka kama hivi, kisha nakuja taskbar setting ya e, hapa. Na moja kwa moja hiki task view kimewekwa on, naika off. Maana yake ndo hapa kwenye matangazo haya, taarifa za habari na kadhalika, imewasha. Mimi huwa sipendi, naondosha tu, sijeziane mambo mengi hivyo. Na hii si search box, pia huwa siitaki. Unaweza ukaipunguza ukubwa ukaeka kama hivyo, au ukaipunguza tena ukaeka kama hivyo, au mimi huwa nakiondosha kabisa, naika hide, khalas kimeenda zake kwa hapa. Ukishaondoka naweza nikafunga hii khalas, mambo yakawa yame yamekwisha. Kwa hiyo ndio ya yame, yame namna ya kuiseti. Kwa hiyo mimi napenda nikiiset desktop yangu ionekane kama hapa inavyoonekana, na hii application inaendelea kubakia kwa sababu tuna rekodi, ila mara nyingi inakuwa haipo hapo hapo, haipo isipokuwa nikiwa na rekodi. Kwa mara nyingi mtaiona kuwa na rekodi, kinyume na hivyo haitakuepo sehemu hiyo. Kwa hivyo ndo namna gani ya kupa seti hapo, kwa mimi ninavyopendelea ionekane kama hivi. Wewe unavyopendelea utaweka unavyopenda wewe, kwa unachokipenda ndicho utakachokiacha. Naomba kwa kipengele hiki cha kupangilia desktop na taskbar tuishie hapo, eh, tuishie hapo, tutakuja tutaelezea katika video inayofuata tutaangalia kama tujitoelezee task manager au kitu gani. Kuna baadhi ya vitu muhimu kuvijua, na mtanisamehe kwamba nitaenda na kama nilivyopangilia huko, kuna vitu tutaenda taratibu taratibu mpaka tufike, kisha tutaweza tutaanza na program ya, ya wedi. Au, tutaangalia kama itawezekana huku tunafanya wedi, huku tu tunaendelea kuelekezana namna ya kutumia kompyuta, maana eh, wengine wataharaji, mstanakuja hapo na malengo ni kuwasaidia namna gani ya kuandika bahthi sawa. Kwa Allah atutie nguvu, watutilie pesi katika kuliendea jambo hilo. Subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.